Na mtazamaji, mnyonge hajikomboi kwa maombi, lakini hujikomboa kwa mapambano, na ukitaka kuonja uchungu wa maisha, kuwa mvivu. Hii ni taswira ya runinga Alshifa ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 26 mwezi Januari mwaka 2026. Natumaini yangu kwamba mzima upote pale ulipo. Ujambo na karibu, mimi naitwa Joseph Lewa. Kumbuka unaweza kuyafuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifaa Digital Kenya, YouTube Alshifaa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter at Alshifaa Media Kenya. Tukianza na taarifa kuu ni kwamba wakazi wa eneo la Mvwakani katika eneo bunge la Likoni wanakadiria kupata hasara ya mamilioni ya pesa baada ya zaidi ya nyumba 15 kubomolewa usiku wa manane katika tukio ambalo linadaiwa kuchochewa na mgogoro miliki wa umiliki wa ardhi kati ya majirani, ambapo wakazi wanasema ubomozi huo ulifanyika bila kufuata taratibu za kisheria na wanamtuhumu jirani yao kwa madai ya kutumia vyombo vya usalama kinyume cha sheria, huku wakimtaka awalipe fidia, wakionya kuwa wako tayari kuchukua hatua za kisheria, wakati wanunuzi wa ardhi hiyo wakisisitiza kuwa walifuata sheria zote na wanamiliki stakabadhi halali, wakiomba serikali kuingilia kati haraka ili kupata suluhu ya kudumu ya migogoro ya ardhi katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Rajab Abubakar amekuandalia taarifa ifuatayo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Wakazi wa eneo la Mvwakani eneo bunge la Matuga kaunti ya Kwale wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya nyumba zao kubomolewa usiku wa manane. Wakati walipokuwa wakivunja walisema tumevunja hivi na tutarudi tena, kwa sauti zikisikika, na nyumba ndogo ambayo ya, ya mtu ambaye analala pale alisikia hizo sauti zikisema sisi tumevunja na tunaenda tukirudi kama zimeendelea kujengwa tutavunja na zile ambazo zimebaki pia tutavunja. Kwa hivyo tunawangoja pia serikali. Mka, mkijua hivi sasa ni mchezo wa paka na panya, tunangojana. Wakija kuvunja unless watuvunje sisi, tuko tayari. Zaidi ya nyumba ishirini ziliripotiwa kubomolewa katika tukio linalohusishwa na mgogoro wa umiliki wa ardhi kati ya majirani katika eneo hilo. Kama ingekuwa shamba ni lao ama ni lake angekuwa amekuja kabla na akadimandi nyumba ikiwa mwanzo akasema hii nyumba hii shamba lang. Uh, ni langu. Lakini mbona anangoja nyumba inataka kuwekwa mabati, anakuja anasema shamba ni lake. Wakizungumza na wanahabari, wakazi hao walielezwa kushangazwa na tukio hilo, wakisema bomozi huu ulifanyika bila kufuata taratibu zozote za kisheria. Sisi kama raia tunajua vizuri mtu anapokosewa, kama ni shamba hili lina utaratibu wake, na linataka lina shida ya kupimwa. Kuna machifu, kuna wazee wa mitaa kuna polisi na kuna dio na kuna DC. Hawajawahi kufika hapa kama kuamua vitu kama hivyo, lakini mwanadamu ama raia mwenzetu amechukua hatua ya kuchukua sheria mkononi na kuja kuvunja nyumba pasipokuwa na kotioda, pasipokuwa na mauiano baina ya sisi wakaaji na yeye. Hatujui tutaishi vipi na yeye kama tutaishi na vita hivi vya kuvunjiana. Already sisi tuko tayari kama yeye yeye ndio mwenyewe sisi? yeye ndio ana kitambulisho cha Kenya, sisi hatuna kitambulisho cha Kenya? yeye hakijenga na sisi tuje tuvunje. Katika fikra zetu mpaka tumefikia hapa mahali ambapo tunazungumza, mimi nikifikiria, kama mtu huna umri ambao nimefika, ninaona ninajua sheria kama oda imetoka ya koti, mahali pa munapewa notice Maybe kama miezi mitatu muondoe vitu vyenu, kama hapo mahali pako na makosa. Hiyo notice hatuja kuipata na mpaka dakika hii mimi nashangaa kwa nini pia yule mvunjaji alichukua hatua ya kuja kuvunja usiku siku, na bila kutu, kutuambia na kuna vitu ambao ni vingi vimepotea hapa, thamani ya pesa karibu milioni kumi na nane zimepotea mahali kama hapa kwa hii malaa ambayo wamefanya. Aa, hii gharama ambao ame, amepea watu ambao tumeuzia huyo mama Sheria ichukue mkondo wake sababu ilikuwa inafaa aweze kuja na, na kotoda naja kuja na kotoda hapa yeye amekuja na na, hooligans na na askari wa Mangando ndio amepewa na, OCS amepewa na askari hapa pamevunjwa lakini lishamba ni, ni letu. Wamemlaumu jirani yao wanayemdai kuwa mhusika mkuu wa tukio hilo wakidai alitumia vyombo vya usalama kinyume cha sheria. Wakazi hao sasa wanamtaka mhusika huyo kugharamikia hasara waliopata huku wakisisitiza kuwa wapo tayari kuchukua hatua za kisheria ili kubaini mmiliki halali wa ardhi hiyo. Sasa kuna u mama anaitwa Rukia, Rukia Mwichande na amekuja amevunja hapa kushirikiana na askari wa Mwangando Police Station hapa Ngombeni na mi nashangaa tangu hizi nyumba zijengwe miaka mitatu nyuma sijamuona akija hapa akidai kama hii shamba ni yake. Tumejenga mijengo tumeuza hapa hizi plots, sijamuona juzi tu ndo amekuja amesema amepatiwa hii ploti, amepatiwa na survey, amesongeshwa na survey kando. Sasa mimi nashangaa, shamba lao lilikuwa ni lile pale, akasongeshwa na survey. Tangu lini survey akasongesha wakasongeshia mtu shamba? Lakini pia katika hii station ambayo tunaenda fuata report, tulitishiwa, yani nikana kwamba huko tayari wameambiwa hata tukifika pale tusisaidike. Sasa police station yetu iko hapa karibu, lakini hatusaidii. Kwanza wao wao ndo wanakuja huku wakija wakionyeshwa, na wanatumika vibaya. Na tunachokitaka ni tujue ni kwa nini amevunja, na atulipe kwanza gharama ya kuvunja, ndipo tuendelee kwa masuala mengine. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba serikali iangalie hapo ni vipi itatusaidia, before sisi tena. Naomba na ninasema mara ya pili before, na sisi hatujachukua hatua mikononi mwetu, kwa kuwa tukisema tuchukue hatua mikononi mwetu, na yule mtu amevunja, tunamjua nyumba tunamjua sura, sio kuwa sisi hatumjui, lakini tunatumia sheria na tunafata haki. Sasa kama anataka kutukwaruza zaidi, tuko tayari, lakini hatutaki kuvunja sheria mikononi. Kwa upande wao wanunuzi wa ardhi hiyo wamesema walifuata taratibu zote za kisheria wakati wa ununuzi na wanamiliki stakabadhi halali kuthibitisha umiliki wao. Kusema kweli, hapa tulinunua hapa, hivi tumekaa, ni nyumba yangu imebomolewa ila iko pale nilikuwa nimemaliza hata ni mabati imenunua, lakini kuja tukasikia tukapigiwa simu usiku saa nane tukaambiwa nyumba zimebomolewa. Tukija kweli, hata hatukuamini. Agreement niko nayo, kila kitu na wenye watu walituuzia wako hapa. Sasa tunataka kujua ni kwa nini. Ni kwa nini za bomolewa na hatukupewa notice. Sasa hii gharama yote, sijui tutafanya nini. Nimenunua 34 by 60 plot nne. Na zote nilikuwa nimeanzisha ujenzi ambao mbili zilikuwa zimejengwa zimeisha kabisa, zimefika juu, bado kupiga roof, ambao jana nilipokuja kufanya survey nipange kazi ya roofing, nimepata tayari nyumba zangu zimeangushwa chini. Sasa nilisikitika, na nikajaribu kutafuta katika ule utafiti, ikabidi niende paka mahali kwa yule mhusika mkuu mwenye amefanya hichi kitendo, na yale majibu alionitolea alinijibu kuwa ametoa takataka taka. Sasa swali langu ni kuwa since 2024 toka nije ninunua hapa yeye anakaa tu hapa juu, ni kwa nini hakujitokeza kutoka naanza kujenga haja alalamiki aseme hapa mahali ni kwangu ama hapa mahali ni hivi? Ameacha mpaka nimefika juu mwisho, namuuliza ni kwa nini umevunja bila kunihusisha, ananijibu ananiambia yeye ameondoa takataka. Sasa uchungu wangu ni kuwa si takataka, nimetumia fedha mpaka mahali hizi nyumba zimefika. Hata hivyo wameitaka serikali kuingilia kati kwa haraka ili kutafuta suluhu ya kudumu wakionya kuwa migogoro ya ardhi katika eneo hilo imewahi kusababisha vifo hali inayozua hofu ya mchafuko iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa yoyote ambaye yuko katika hili eneo la Kwale Mombasa haelewe katika hii sehemu ambayo tuko sisi iko na matatizo mengi kulingamana na mipimo iliyofanywa mm, 2016 Pana mpimo ulipita hapa ambao umeleta vita mpaka watu wameuana, mpaka imefika hivi sasa tunazungumza namna hii. Dada yangu alichomwa kwenye nyumba, kisa nini? Ni hizi hizi plot, kwa hivyo hatutaki hilo jambo lijitokeze tena. Sina mengine mbali, tunangoja kwa muda mchache na tunatoa ruksa sisi, muda mchache tu tupate kupata majibu ya kuhusiana na hili shamba. Hatutaki tena ipite, kuanzia siku ya leo, isipite leo kufikia kesho Monday, tunataka tuone mwelekeo wa kuhusiana na hili shamba kupitia kwa afisa wetu ambaye yuko Ng'ombeni, maafisa wake. Hatutaki kudharau serikali, kwa jua serikali inatumikia kila mwananchi. Hatuwezi kusema walifanya makosa, walikuja kusimamia mwananchi kama sisi, bahati nao pia wangeangalia huyu mwananchi ambaye tunamsimamia avunje nyumba za watu. Yuko na oda kutoka kwa nani? Hicho ndicho kitu sisi tunataka kujua tu, ile oda alipata kwa nani. Uh, ujumbe kwa vyombo vya serikali, naomba serikali iweze kutathmini hi hali ambayo ya imetendwa hapa, gharama zimefanyika vibaya. Kwa hivyo watu huyo mama aweze kulipa hizi gharama za watu, alafu ndipo kama ni kesi ya shamba tuende kotini tufanye kesi kotini. Nikiripotia runinga ya Al Shifaa kutoka kaunti ya Kwale, jina langu ni Rajab Abubakar. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba mahakama ya Malindi imeruhusu mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa shtaki kiongozi wa kanisa la Good News International Paul Inthenge Makenzi pamoja na washukiwa wengine kuhusiana na vifo vya watu hamsini na wawili katika kijiji cha Binzaro kaunti ya Kilifi. Hakimu mkuu mkazi Joy Wesonga alitoa ruhusa ya kuongezwa kwa muda ili upande wa mashtaka uwasilisha washukiwa wote mahakamani hukuu Februari tarehe 11 mwaka huu 2026, ukipangwa kuwa tarehe pamoja ya kusomewa mashtaka. Makenzi, ambaye kwa sasa anazuiliwa katika rumande ya Shimo la Tewa kwa kesi nyingine, anatarajiwa kuhamishwa hadi Malindi kwa ajili ya hatua hiyo, huku washukiwa wengine wakizuiliwa rumande ya Jike mjini Malindi. Upande wa mashtaka umeelezea kwamba washukiwa wanatarajiwa kukabiliwa na mashtaka ya mauaji, ushiriki wa uhalifu wa kupangwa na makosa yanayohusiana na kueneza misimamo mikali. Mahakama ilielezea kwamba wachunguzi wanamchukulia Makenzi kama mshukiwa mkuu, wakidai waathiriwa walivutwa hadi katika boma la Benzaro kupitia mafundisho na maelekezo yaliyopangwa. Vilevile, nyaraka zilizoandikwa kwa mkono zilizopatikana katika maeneo ya vizuizi na kuhusishwa naye zinadaiwa kuwa na kumbukumbu za miamala ya simu. Washukiwa hao walikamatwa Julai tarehe 19 mwaka 2025 baada ya polisi kukamilisha uchunguzi wao katika eneo hilo na viongozi wa dini pamoja na wanaharakati wa mashirika ya kutetea haki za binadamu mjini Mombasa wamelaani vikali shambulio la polisi katika kanisa la ACK Othaya kaunti ya Nyeri, wakati wa ibada ya Jumapili iliyomlenga aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua pamoja na wandani wake. Mwanahabari wetu Catherine Kabiru ana taarifa hiyo. Viongozi wa kidini na wanaharakati kutoka mashirika mbalimbali mbali katika kaunti ya Mombasa wamejitokeza na kukashifu vikali kitendo kilichotokea jana katika kanisa la ACK Witima Odhaya katika kaunti ya Nyeri ambapo kiongozi wa DCP Rigathi Gashagwa alikuwa amehudhuria ibada ya Jumapili. Kanisa hilo lilivamiwa na watu waliojihami na kufunika nyuso zao wakifyatua risasi na vitoza machozi. Kama kanisa tunalaani kitu kimetokea. Katika kanisa la SK. Na tuko tayari kukubaliana na yaliyofanyika na tuko tukikataa tukisema, hatutaki kuanzia kwa kanisa, kuanzia kwa msikiti, nyumba za kuabudiwa Mungu zinataka ziheshimike. Uh, mahali pa kuabudiwa au nyumba za ibada zote zina heshima yake kutoka kwa Allah subhanahu wa taala, ambaye alituumba sisi na kuwaumba wote ambao wa wana madaraka katika ulimwengu mzima. Sasa mahali pa kuabudiwa na wale ambao wameingia ndani wamekuja wamekwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni watu wa amani, wataka kwa amani kwa Allah, na ili amani hii ije nje baadaye na akiwa imetokea makosa aina yoyote, misikiti au nyumba nyingine za ibada, aina zote za, ka, za kila, yani makundi lazima lipawe heshima yake. Wakiongozwa na Walid Sketi kutoka shirika la Vocal Africa, wanaharakati hao wamewalaumu waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, Inspector Jenerali wa polisi na mkuu wa kituo cha polisi cha Odhaya kwa kufeli kutimiza wajibu wao kwa wananchi, huku wakiwataka wajiuzulu iwapo wameshindwa kutimiza wajibu wao. Kenya is at a crossroad between a broken national security and politicized national security.

Murkomen has failed in the past one month where over 10 Kenyans have been shot by the police. Ours is simple. If you cannot do your job, then vacate the offices and let those who can do that job better do it. Salma Ahmed ambaye ni mkurugenzi mkuu katika shirika la She Raises amesema kuwa kina mama na watoto waliathirika pakubwa katika kitendo kilichotokea. Salma ameomba serikali kuingilia kati na kuhakikisha haki inatendeka, na pale linapotokea tukio kama lile. Litukia jana, tumeona wazi kwamba walioathirika kwa kiwango cha juu ni wanawake na watoto kufikia hivi asubuhi, kuna madai ya kwamba kuna mtoto mmoja wa miaka mitano ameweza kupoteza uhai wake juu ya hilo tukio ambalo limetokea jana. Je, hii ni haki kweli? Iwapo kuna mtu yoyote ako na difference na mtu yoyote yule, kama walivyosema waliotangulia, ni kwamba ngoja mtu amalize ibada yake, atakapotoka nje hatua za kisheria siweze kuchukuliwa na watu kutumia nguvu za kimabavu kutumia vitengo tofauti tofauti na taasisi tofauti tofauti vibaya na kuweza kujeruhi innocent souls like women and youth. Wanaharakati hao wamesema kuwa Wakenya hawako tayari kujihusisha na vita kabla na baada ya uchaguzi, huku wakitaka idara ya mamlaka huru ya uangalizi wa huduma za polisi IPOA kuingilia kati na kuhakikisha waliohusika wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Sisi kama wanaharakati tukiungana na viongozi wa kidini tunasema kwamba enough is enough. Leo tunazungumza kutoka Mombasa kwa sababu waswahili wanasema ukiona cha mwenzako cha nyolewa, chako kitie maji, we are not ready to brace ourselves ourselves For a pre electoral violence, na haya tunayoyaona ni majaribio ya kuleta vurugu kabla ya kura, wakati wa kura, na baada ya kura, na sisi tutasimama kidete, hatutatishwa kuhakikisha ya kwamba siyo dini peke yake, bali kila tabaka katika hii nchi imepewa haki yake, na wale framers wa constitution waliweza kuweka hizi institutions za IPOA kuhakikisha ya kwamba police excesses kama hizi na violations zikitokea wanaweza kuwa held accountable, lakini kile tunachokiona ni kinyume. Haipoa hawafanyi kazi yao. Lao kubwa ni kusema tuta investigate, tuta investigate, lakini hakuna lolote tunaloliona. Kwa hiyo tuna condemn this na tunasema tunataka action ichukuliwe with immediate effect. Na sisi kama wakereketwa kama watetezi wake za kibinadamu na walipo ushuru ambao wanalipa wale polisi ambao wanalipa serikali, hatutakubali, hatutakubali, enough is enough. Wakenya wamechoka, tunasema liwalo na liwe, tunataka kuona action, tunataka kuona action. Na wale wote walioathirika jana, wa record statement pia, wasiongee tu alafu itoke, tunataka wa record statement. Utajua hizi mambo ya criminal haina limitation. One day, one time, somebody atakuwa responsible mm. Na tutaona matokeo. Kwa hivyo wasife moyo, na sisi tuko nao, na tuataka wale waliohusika wote wachukuliwe hatua za kisheria. That's all. Down with impunity. Down! Hata hivyo wameitaka serikali kutoa hakikisho kwamba hakuna shambulizi tena kwenye sehemu za ibada. Iliomba polisi wa, waajibike na waeleweke kwamba taifa la Kenya linawatazama wao, raia wote wanaangalia polisi itakuwa ni jambo la kusikitika. Polisi anavaa ninja, gari zinakuja hazina plate number. Hapa tuko Sudani? Hii ni nchi ko huru kwao. Hatutaki ifikie tena 2027, tuone haya kija already. Sasa mapolisi wenyewe wanaweza kuvunja, hasa wanaonesha kwamba hakuna uiano na pia uh, makubaliano kati ya hizi pande mbili. Tunaitisha kwamba aipoa National Police Service na Ministry of Interior to take take action action against against these police officers that went and attacked the youth at their pool tables and, uh, take action against them. Tunataka tuone action. Awa ma-officers manake walionekana kwa CCTV. Imagine hapo kuna CCTV na kuna sehemu ambazo hakuna CCTV. What usually happens? That's the question. Mm Heshimu nyumba za ibada zote Tuwaomba serikali isijaribu kuvuruga au kuharibu na kuwatoa na kuwa, na kuwa fikra watu ambao wamekuja kuabudu Mungu na wamekuja wataka amani, Mungu alete amani katika ulimwengu, wawe wao watafanya vitendo ambavyo kwamba havistahiki katika ubinadamu, havistahiki katika yani ibada, bali ni laana mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Twaomba sana jambo hilo, jambo hilo likomeke mara moja, wala lisiregelewe tena kwa sababu ya interest wenyewe wanadamu kwa jumla Mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Lamu ambapo wakazi wa kisiwa cha Manda katika kaunti hiyo wameandamana kupinga kuanzishwa kwa mradi wa mbuga ya wanyamapori kupitia mwekezaji wa kigeni katika eneo hilo. Wakazi hao wanasema kwamba tayari mwekezaji huyo ameanza shughuli katika eneo hilo, huku akiruhusu wanyamapori karibu na makazi yao. Wanasema hali hii imeendelea kuhatarisha na kuzua hofu ya maisha yao, hasa wanafunzi wa shule wanaoelekea mashuleni wa kila asubuhi. Wanyama naharibu mashamba yetu, barama shule, watu nakosa kusoma shule, vijana a wanyama kwa shule, matui manati leo ndadi tunopi, tunaopinga ndaji wa wanyama wa mzungu alioko takuweka paki hapa. Ni paki, haiwezekani. Hapa ni kisiwa kidogo sana. Nina stikiko kubwa sana mimi, mama kwa kuona mzungu ameleta nyati na sasa vile nyati zimefika hapa Manda ni kumaanisha watoto wetu hawatasoma tutafunga shule. Leo hii kuna nyati wako hapa leo, kuna chui wako hapa leo, kuna hiena wako hapa leo, kuna mbwa mwitu wako hapa. Tunahofia watoto wakienda shule wataweza kuliwa na hawa wanyama. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Lamu, nitachukua pumziko fupi, lakini nakuahidi kwa kwamba tuna habari za kimataifa na michezo, usicheze mbali, maana unga bado robo. Asante sana mtazamaji, kwa kuichagua runinga Alshifa kuwa kituo chako bora cha habari, burudani na michezo. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa digital Kenya, YouTube Alshifa television Kenya, na pia tunapatikana Instagram, TikTok na Twitter at Al Shifa Media Kenya. Kimataifa ni kwamba jeshi la Sudan Kusini limeamuru raia wote pamoja na wafanyikazi wa jumba Umoja wa Mataifa na wahudumu wote wa mashirika msaada kuondoka katika kaunti tatu za jimbo la Jonglei kabla ya operesheni ya kijeshi dhidi ya vikosi vya upinzani. Katika taarifa yake, jeshi limewataka raia wote wanaoishi katika kaunti za Nyirol, Uror na Akobo katika jimbo la Jonglei kuondoka mara moja kwa usalama na kuelekea katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali haraka iwezekanavyo. Taifa hilo changa barani Afrika limekumbwa na mapigano kwa miezi kadhaa, huku umoja wa mataifa ukisema mapigano hayo wanafanyika kwa kiwango ambacho hakijashuhudiwa tangu mwaka 2017. Mapigano makali yameripotiwa katika jimbo la Jonglei ambako jeshi la ulinzi la wananchi wa Sudan Kusini linapambana na wapiganaji wanaounga mkono jeshi la ukombozi la Sudan. Tuelekee mchezoni, mtazamaji, ambapo kocha wa zamani wa makipa wa Harambee Stars, FC Leopards, Gor Mahia na Kenya Police Abdul Idi Salima ameonya kwamba madai yasiyothibitishwa upangaji matokeo dhidi ya makipa katika ligi kuu ya Kenya kila wanapofanya makosa na haribu nafasi hiyo polepole pole. Salim anasisitiza umuhimu wa kutambua na kusherekea michango chanya inayotolewa na makipa badala ya kuzingatia tu makosa yao. Anasema kwamba kuwapa wachezaji hao kosoaji mkali kila mara hakufanyi chochote kuimarisha nguvu ya idara ya makipa na kunaweza kusababisha matokeo mabaya kwa watu binafsi na timu kwa ujumla. Alisistiza zaidi ya kipa wa Shabana FC Stephen Ochen kama mfano wa mateso makali ambayo makipa hukabiliana nayo mara nyingi. Tuelekee kule nchini Ujerumani mtazamaji, ambapo rais wa shirikisho la soka DFP bana Nundof amesema ni wakati wa kujiondoa kwenye kombe la dunia la mwaka 2026 kutokana na hatua ya rais wa Marekani Donald Trump. Marekani itakuwa mwenyeji wa kombe la dunia msimu wa joto mwaka huu pamoja na Canada na Mexico. Mapema mwezi huu rais wa Marekani Donald Trump aliwakasirisha viongozi wa Ulaya kwenye mkutano wa kuhusu azma yake ya kutoa ya Greenland ambayo sasa inasimamwa na Denmark. Kati ya mechi 104 katika kombe la dunia la mwaka huu 2026, mechi 78 zitafanyika nchini Marekani. Itakumbukwa kwamba Marekani iliwahi kuzihimiza nchi nyingine kususia michezo ya Olimpiki ya mwaka 1980 kwa sababu ya muungano wa Kisovieti kuivamia Afghanistan. Na tuangazie uhamisho wa wachezaji mtazamaji, ambapo Liverpool watapambana na Spurs katika dili la kumnasa kiungo wa Real Madrid Tchouameni mwenye miaka 25. Jarida ficha la Fichajes linaripoti kwamba vilabu vyote vya Uingereza vimetoa ada ya pauni milioni 100 ili kumsajili. PSG wameanza mchakato wa aa kumnasa forward wa Real Madrid Vinicius Junior ambaye mazungumzo ya mkataba yamekwama pale Madrid. Rais wa klabu hiyo Nasser Al-Khelaifi anasema wako tayari kuwasilisha dau zuri la mshahara ambalo mchezaji huyo amekuwa akitisha katika klabu yake ya Los Blancos. Tusonge mbele, ambapo baada ya kupigwa na Man United nyumbani katika uga ya Emirates, kuna fununu kwamba endapo Mikel Arteta atashindwa kuchukua ubingwa na The Gunners msimu huu atakuwa anaondoka. Vyanzo vya habari kutoka Uingereza vinasema kwamba iwapo litatokea hilo, basi mkuu wa klabu hiyo ataelekeza macho yake kwa kocha wa Como Cesc Fabregas, ambaye pia aliwahi kuchezea Arsenal. Washikabunduki hao wa London wamekuwa na msururu mzuri wa kushinda, lakini tatizo kubwa likiwa ni katika kushinda mataji. Wengine ambao wameorodheshwa katika nafasi hiyo ni meneja wa PSG Luis Enrique. Mwisho kabisa ni kwamba Fulham anakaribia kumnasa wingo wa Norway Oscar Bob wa miaka 21 kutoka Manchester City mwezi huu wa Januari. Vyanzo vinaarifu kwamba klabu hiyo imepiga hatua kubwa katika kumsajili mchezaji huyo na mtazamaji, kufikia hapo, nasema shukrani za dhati kwa kuichagua Al Shifaa kwa kituo chako bora cha habari, matangazo na burudani. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wangu na mpiga picha amekuwa ni Rajaba Abubakar, mimi naitwa Joseph Lewa. Nakwambia tu siku zote watu usiowapenda ndio wanaweza kushauri vizuri. Usiku mwema, lala tamu.